Tena ntena kwenye, kwenye chaneli yetu ya Draft Kipaji. Tumepokea swali kwenye comment, kwa hiyo mona nitengeneze video ya ya chapuchapu. Mtu kauliza, mfano umeanzisha nugza, alafu anajibu meja nne. Msisahau jamani kusubscribe ku comment ku kuliki, hivyo ndio vinahamasisha ni anatengeneza video, na ukiwa na swali lolote unauliza kwenye comment au unaweka namba yako, unatuma video, mimi nakuja kutengeneza majibu. Haya, mfano anza hapa, yeye kashika meja nne, si ndio? Maji kashika hapa, hii ndio inaitwa meja nne. Sasa siku zijazo takuja kuangalia na hii mwenyewe anachezaje. Tuangalie mchezo wote taratibu taratibu mtakao mna mnautaka, nasema kwa akicheza meja nne, unachukua una hii unaweka hapa, umeona. Sasa meja nne, sijui atachezaje, na kuna hawa anakuja hapa, kuna aa ana, anakuja hapa, kuna huyu ana, anabaki hapa. Tunaanza kuangalia huyu huyu anayekuja hapa, umeona huyu anayekuja hapa, mfuate tu, kimfuata hapa anaweza akaja, naweza akaja hapa labda, tuseme akija hapa kutoka nyuma, weka hapa, mona yeye kwa sababu huku hawezi kuja, atampiga. Anaweza akaja hapa au akaja, tuangalie kwanza huyo anaekuja hapa, hapa. mona Akija hapa unapija, unakula na hii hapa huyu. Anayokuja hapa akija hapo, unamiksia naekuwa limeisha, yani. Na mtu anayekuja hapa akuwa limeisha. Sasa akija hapo nake unamiksia, una hi akila hivo na kwa tatu akila hivi mbalimeisha hiyo. Manaake mchezaji mwingine hapa, mchezaji mwingine ameshaona hiyo, anaona hoja apiga. Akipiga hapa, huy unapiga, nawenzani amaona hiyo ija hapa sasa, unatoka na hii unakuja kwa lengo. Sasa lengo lake anajua kwa lengo anajua kwa unataka uombe. Kwa hiyo wengi wanakuja wanaweka hapo, ambapo akiweka hapo, wanaomba kwa huko na kwa kamekula haya. Mwingine tuseme anatoka, anatoka huku, anajua kuwa utafanyaje, anajua kuwa utaomba

Hapa tuseme tuangalie kuwa akikata, yaani akichukua hii hii, ndio tunacheza hivi. so, yeye akikata hii, sindio? Akakata hivyo, akikata hivyo, tuchukua tu hiyo hapa maona ukiweka hapa hiya anachezaji, maanake hapa lazima aje aombe okay. Akiomba unaziba naziba na hii naona, ukiziba na hii wao waba wanatoka huku sijui wanaweka huku wanatoka huku anaweka huku unachukua unaweka hapa naona hapa yeye huku aweza katoka hapo kulaana, anakata hiyo akikata hiyo kua, unampiga tu huku, unapiga hapa, anapiga hapa, anakuwa unakula hiyo ilo nalo limeisha hilo nalo limekwisha. Haya, tunarudi narudi mpaka mpaka unarudi mpaka wapi? ya mturudi umeanza hapa tunaangalia <tipos> hiyo yakishika ndio sasa sahizi, tuangalie huyu anayepiga hapa moja kwa moja, maana hapa anasema labda ameshika hivi huyo tu tuapo hivi we unaziba, akitoka huku unaona, unaomba. Umeona akisema, kuna anaye kuja hapa, kuna atae kuja hapa. Akisema aje hivi, kwa unachukua hiyo unaweka hapa. Umeona akitoka hivi hapa we huyo una ziba huku hivi aziba huku hapa hi... akicheza vipi hapa? Akicheza hivi unapiga tu hapa, akicheza hivi unapiga hapa apa, umeona hapa, tayari linakuwa limekaa hovyo hovyo, kwa hiyo

hebu tuangalie ile ile niliyoonyesha ile, uh, ile nyingine jana. Kwa aliyeomba huu mchezo anaweza kaweka namba kwenye comment, kama ataona kuna naye na, ana sijaonyesha anaona ana, ana, ana, na inamtatiza anionyeshe tu mchezo wa huyo mpinzani wake. Mimi nitamletea video kamili nionyesha ni kuonyesha michezo yote ambavyo inatakiwa kucheza. Tunaweka nugza anaweka hapa, tunaweka hapa, anaweka hapa, tunashika hapa. Leo tunaonyesha mabadiliko, yule ambaye anaweka hapa, ambayo tuesa, tutaangalia kwenye video hii. Si tunaweka hapa tu, anapiga hapa. Akipiga hapo, tunatoka huku, nataka kuendana na ile ya mwanzo. Sasa hapa pana wachezaji wengi, kuna ukija meja, kuna nayekuja meja, kuna nakika hii anaweka hapa, umeona, naweka hapa, unamfikia tu, umeona. Alafu kija hapa, wewe unafyatuka tu ili ule hiyo kete, akija hapa

hapo hapa anachezaji, sema akikata hii hawezi, akikata hii, akikata hii siwamshikia tu hapa. Akija hivyo namshikia hapa, umeona? Na kwa zogo, umeona? Akija hivyo kwa kwa hapa wengi ndio hawa wana wanaweka hapa wapo wana, kiweka hapa kuna wako hapo, anaweka hivi kiweka hapa, ameingia. Ukiingia sanaziba, akiziba mwekee hii oa kimwekea hisi anatoka na hii toka na hii ee, chukua hii weka hapa, ndio anaomba hapa mazin hapo, tayari nao inakuwa imeisha. Akiweka huku unapaa kitu hii hii, unaweka hapa, inakuwa limeisha. Kwa staili hii naona, uh, kwa leo naomba, naona tuishie hapa. Hiyo wakati mwingine, tutaendelea na michezo mingine inayoonekana nitakuwa naenda live play okay, nacheza nugza na watu halisi kabisa, ili mwe mnaona kwa watu halisi wanajibuje na wewe unatakiwa uchezaje, kwa sababu wanahisi kwa kwa kwa watu wengine, hivi tunavyocheza tuna tunaonyesha upande wetu kwa kete tunachagua wenyewe ambazo tunataka tucheze. Kwa hiyo tutaenda kucheza na watu halisi kwenye play okay, mtakuwa mnaangalia kwa watu halisi tucheza nao wao wanachezaje. Na majibu yanakuwaje, ni nugza hiyo hiyo. Asanteni, msisahau ku like, ku comment na kusubscribe. Hivyo ndo vinanipa, jamani, hamasa ya kuendelea kutengeneza hizi video.